Tarehe tisa, kulikuwepo na vimaneno maneno vingi sana kwenye mitandao, ninyi Watanzania mkachagua amani, hongereni sana. Niliona baadhi ya watu wakinitumia meseji za za kupongeza serikali serikali, pongezi, pongezi kwa serikali, mimi niwaambieni Mheshimiwa Rais anasema hizi pongezi ni za Watanzania wote, hongereni sana. Mmechagua amani, mmechagua kuilinda nchi yenu, mmechagua kuhakikisha nchi yenu iko na amani na iko salama, hongereni sana. Na mimi niwaambieni, endeleni kuambizana, moja baada ya mwingine, tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Wale wanaoelekeza vitu vingine vingine hawaku hawatupeleki pazuri, mimi nimefuatilia sana, na nimekuwa nikiwaambia kila eneo ninakopita, naujua mpango wao wote, hivi vingine vyote hivi walikuwa wanatafuta kisingizio cha kupitisha ajenda yao. Wana mambo mambo yao mengine kabisa yaliyojificha Mkitaka kujua wana mambo yao mengine yaliyojificha, sikilizeni mijadala yao, baada ya jana, walichokuwa wanaongea. Hawa hawakuwa wanaongea maandamano, walikuwa wanasema hii ni vita, tuko vitani, tuendelee na vita. Hawa ni watu wanataka kutuletea vita nchini mwetu, ndiyo. Na hili si jambo geni. Hivi ndivyo wanavyofanyaga kwenye nchi zinazopata rasilimali. Fuatilieni nchi za Afrika zilizo tajiri ya rasilimali zilizopigana wenyewe kwa wenyewe walianzaje? Ni hivi hivi, wanapatikana watu wachache, wananunuliwa, wanapewa fedha, wanaambiwa nendeni mkatafute vijana hivi na hivi na hivi maeneo tofauti tofauti baadaye wanawasha moto nchi nzima. Kwenye kauli zao wametaja wazi, hawa si watu wanaopenda amani, wanapenda vita. Sisi Watanzania hatujazoea mambo ya vita, hiki ni kisiwa cha amani. Tukatae kupelekwa kule. Hivi vingine wanavyowatajieni ni visingizio tu, wanasingizia wanasingizia hiki, wanasingizia hiki lakini siri sasa inagundulika, kumbe wanachotupeleka ni vita. Kwa maneno yao, kwa wale vijana hapo ambao ni wajanja wajanja wa, wa wa mtandao kule, kwenye mijadala yao kwenye space wanakokusanikia kule, na kwa sababu na mimi ni kijana, nawafuatilia, hawaongelei amani, wanaongelea vita. Na kwa kuwa mataifa yaliyowahi kugundua rasilimali yaliingia kwenye vita tunatambua kwamba huu ndo mpango wao. Wanajua kwamba Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na madini adimu ya kwanza, uranium, nickel na madini mengine, kundi lile la madini adimu. Tanzania ina metric tan, tani za ujazo, ina tani laki nane na tisini inakuwa nchi ya kwanza kwa Afrika na miongoni mwa nchi kumi duniani zenye wingi wa madini adhimu, ambayo hayo madini yanaitwa adhimu, ndo dunia inakoelekea kwenye masuala ya madini sasa hivi. Ndiyo madini tishio yanayogombaniwa kwa sasa madini adhimu. Sasa wale wanaomezea mate madini ya aina hiyo hawawezi kuyapata kama watanzania wameungana wanapambana lazima wawagawegawe.